Profesa Musa Asad ambapo hapa ni wakati sasa wa kwenda kusikia kile ambacho kimepangwa kufanyika. Na msema chochote katika hafla hii kwa siku hii ya leo ni Majid Majid, na ikualika hapa, naita Jaafar Mponda, karibu tufuatilie kwa kina kile ambacho kinataka kutangazwa kwa siku hii ya leo. Majid Majid karibu tafadhali. Asante Jaafar, na kupokea kwa uzuri kabisa kabisa, kama ulivyosema vizuri eh, tupo katika eh, hoteli hii ya New Africa hapa Dar es Salaam na kama ilivyo ada, natumia e, fursa hii adhim kabisa e, kukaribisha rasmi makamu mkuu wa chuo Profesa Asad pamoja na mashehe na viongozi wetu wote, na wageni wote, wafanyakazi, wawakilishi wafanyakazi kutoka chuo kikuu wa cha Waislamu cha Morogoro ambao mmesafiri kuja hapa Dar es Salaam, ambapo kuna historia bila shaka na sisi kwa sababu makabidhiano ya chuo hiki kilifanyika Dar es salaam, na leo tunakuja kufanya jambo kubwa tutataka tuiambie dunia, tukiambia dunia tukitokea hapa Dar es Salaam kwa mara nyingine. Waandishi wa habari ninyi, ni watu muhimu sana sana kwenye taasisi yetu, tuna, tuna heshima kubwa E, kukaribisheni hapa rasmi na tutazungumza moja kwa moja hapa na taasisi yetu. Mkuu wa taasisi yetu atazungumza nanyi kwa niaba ya Watanzania wote popote pale walipo na bila shaka jumuia ya Waislam vile vile duniani kote, na kama ilivyo ada, sisi taasisi yetu ya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro tuna ada yetu, na ada yetu hatufanyi jambo lolote bila kuanza na maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu na heshima maalum, na ninaomba mridhie Tumkaribisha kijana wetu hapa imamu wetu bwana Ishaka kwa ajili ya Qur'an tukufu kama sehemu ya ufunguzi rasmi ya shughuli yetu. Ishaka karibu sana eh, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ili tuanze kufanya shughuli yetu rasmi sasa. A'udhu billahi minash shaitani r-rajim

Karim. Shukran sana kwa uh, maneno hayo eh, ya Mwenyezi Mungu Qur'an tukufu eh, kutoka kwa mwanafunzi wetu. Sawa, basi sasa baada ya maneno hayo eh, ndugu zangu eh, wanahabari